Makamu Mwenyekiti wa Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS, Chapta ya Mwanza, leo tumefika mahakamani hapa mahakama ya wilaya ya Nyamagana kwa ajili ya kutoa msaada wa kisheria unaotolewa chini ya Chama cha Wanasheria Tanganyika mkoa wa Mwanza kwa washtakiwa mbalimbali wanaoshtakiwa na matukio yaliyotokea kati ya tarehe 29 siku ya uchaguzi mkuu mpaka tarehe 31. Kwa ujumla, e, washtakiwa waliopandishwa kizimbani ni 172, na, na mashtaka yanayowakabili kwa mahakimu tofauti tofauti, e, moja kuna kuchoma moto kwa maana ya arson. E, kosa la pili e, kundi la kosa la pili kuharibu mali kwa makusudi. Kosa la tatu unyang'anyaji wa kutumia silaha, na wapo pia ambao wanakabiliwa na mashtaka ya kufanya fujo. Na bahati mbaya sasa, katika makundi yote haya hakuna kundi hata moja ambalo lina mshtakiwa yoyote alipata dhamana, kwa sababu katikati yake kuna makosa ambayo hayana dhamana hasa la armed robbery kwa maana ya unyang'anyi kwa kutumia silaha e, mpaka sasa e, makundi ambayo yamepandishwa kizimbani kwa mujibu wa hati ya mashtaka ni, ni nane, ambayo yapo kwa mahakimu tofauti tofauti ikiwemo hakimu e, mkazi mkuu mheshimiwa Presesia e, Mushi e, Sumari e, Tuji pamoja na mheshimiwa hakimu mkazi mkuu mheshimiwa Mpuya. Kwa hiyo hakuna hata mshitakiwa mmoja ambaye amepata dhamana, kwa sababu kati ya wote kosa moja kubwa ambalo limewekwa, ambalo anashitakiwa nalo halina dhamana, ni unyang'anyi kwa kutumia silaha. Hili ni kosa ambalo linawakabili washtakiwa wote mpaka sasa 172.